subscribe katika account yangu wewe ambaye bado. Niwapongeze na kuwapa asante wale wote ambao wameshafanya hivi kwa kuniunga mkono. Mungu wa mbinguni asiwasahau, azidi kuwaonekania katika maisha yenu. Tumeingia katika aina ya nne, nayo ni agape, upendo wa agape yani upendo wa kimungu, upendo wa kimungu Wayunani wanauita agape. Upendo huu wa Kimungu ndio upendo ambao Mungu anautumia kuwapenda watu wake wote aliowaumba. Ndio upendo ambao ulimfanya Mungu amshushe mwanawe Yesu Kristo duniani ili aje kwa kwa ajili yetu tuliokuwa tumepotea, ambao mwisho wetu ungekuwa kwenda jihanamu. Lakini kwa upendo huo wa Agape akamtuma mwanawe Yesu Kristo kuja duniani. Upendo huu wanasema hauna masharti. Upendo huu hauna masharti, ah, wala hauna ubinafsi. Upendo huu wa Kimungu ni upendo ambao hauna masharti. Mtu akiwa na upendo huu hana masharti, hamwekei mtu ampendaye masharti, lakini anampenda tu. Hata mimi nakupenda tu, si kwa sababu nyingine ila nakupenda tu, ndio maana nakuletea kipindi hiki. Upendo wangu kwako ni wa Agape, ni upendo unaotoka moyoni kabisa. Nakupenda, natamani na wewe unasikia haya, na wewe unajua, wewe unajua haya, unajua lakini upendo huu pia ni upendo wa kujitolea. Hata mimi najitolea, sina kitu nalipwa kuleta haya, lakini najitolea, naonyesha upendo wangu kwa njia hii ya kujitolea kwako, kuletea haya ninayokuletea. Upendo wa Mungu kwa wanadamu ni upendo wa ajabu sana, haubagui mtu. Kila mtu atakayeamua kumwamini mwanawe Yesu Kristo aliyemleta Anapokea huu upendo na uzima wa milele. E, aina hii ya upendo pia wanasema e, ni ule ambao unahubiriwa kwenye dini ya Kristo. Upendo ni ule unaohubiriwa katika dini ya Kristo kwamba watu wapendane wao kwa wao na pia watu wampende Mungu. Watu wapendane wao kwa wao na pia wasiache kumpenda Mungu. Pendo huu tunaukuta katika, umeelezwa katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya saba, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne mstari wa saba, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne mstari wa saba, anasema, wapenzi na tupendani kwa kuwa pendo natoka kwa Mungu. Wapenzi na tupendani kwa kuwa pendo natoka kwa Mungu, kwamba kwa kwa sisi tumepaswa kupendani. Kwa nini? Kwa sababu upendo ulianzishwa na Mungu, ulitoka kwa Mungu. Huu upendo uliotoka kwa Mungu ni huu wa agape, upendo wa agape. Ehe. Na e, Yesu kama alivyojitolea maisha yake kwa ajili yetu, kama nilivyosema, alionyesha yeye mwenyewe pia upendo wake kwetu kwa kujitoa maisha yake kwa ajili yetu. Alijitoaje? Alijitoa maisha yake kuja kuishi na si kama mwanadamu Akavaa mwili wa wanadamu akaishi kama mwanadamu, na mwishowe wakamkamata, wakamuua. Hakujali hiyo, akajishusha, akawa mnyenyekevu mpaka mauti. Huu ni upendo wa aina yake kabisa kumkomboa mwanadamu. Je, yeah, una upendo gani wewe? Na upendo wa masharti, unampenda mtu kwa masharti, ama unampenda mtu kwa kuwa unampenda? Ukimpenda mtu kwa sababu unampenda huo ndio upendo wa agape. Je, unampenda Mungu kwa sababu anakufanyia mambo? Je, unampenda Mungu kwa sababu unataka kitu kwake? Huo sio upendo wa agape. Upendo wa agape ni kumpenda tu Mungu kwa sababu ni Mungu wangu. Kwa hiyo unampenda tu, unampenda kwa sababu ni Mungu wangu, kwamba nimekula ama sikunywa, kwamba nimevaa vizuri ama sijavaa vizuri, kwamba mimi ni mgonjwa ama ni mzima. Kumpenda Mungu kwangu ni muhimu zaidi kuliko chochote, na wewe vivyo hivyo, isi usiweke chochote, usitake kitu, lakini mpende tu Mungu. Lakini pia kumpenda mtu kama nafsi yako, mwenzako kama nafsi yako. Unampenda kwa sababu ili akupe kitu, unampenda ili e, ufaidi kwake? Huo sio upendo. Upendo ni kumpenda tu mtu. Wewe mpende kwa sababu unampenda. Akikupa sawa, asija hajakupa sawa lakini wewe endelea kumpenda. Mungu wa mbinguni atubariki mimi na wewe. Tuendelee kuonyesha upendo wetu kwa Mungu wetu. Tuendelee kuonyesha upendo wetu kwa wenzetu. Hii ni muhimu sana kuwapenda wenzako, kuwapenda watu wote ni muhimu sana. Siache. Tukutane kwenye kipindi kingine kijacho, tuendelee kuangalia tena aina zaidi. Nami naamini kwamba Mungu hata kuacha ataendelea kubariki maisha yako na kukuinua. Utapiga hatua kiroho, utapiga hatua kimaisha, na Mungu wa mbinguni katika jina la utatu Baba, mwana na Roho Mtakatifu akubarikie sana sana sana. Amen.